Mtazamaji wa Wildigital TV, karibu sana, na leo tunatazamia mambo 30 yanayobaki kama kumbukumbu kuhusu Rais John Pombe Magufuli. Tafadhali baada ya kuyatazama mambo haya, dondosha komenti yako hapo chini ukieleza utamkumbuka Rais Magufuli kwa jambo lipi. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe kisha kutani on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa kila tunapotoa video mpya. Mimi mtangazaji wako Wili Daniel, Instagram, Twitter pamoja na TikTok napatikana kwa majina ya Wili Daniel 90 pasipo na kuacha nafasi, yaani Wili Daniel 90. Haya ni mambo 30 kuhusu hayati Magufuli na taifa litamkumbuka kwa mambo yake. Jambo la kwanza: elimu bila malipo. Rais Magufuli alifanikisha elimu ya msingi na sekondari kwa bure, hivyo kupunguza mzigo kwa wazazi na kuongeza idadi ya wanafunzi shuleni. Jambo la pili: mapambano dhidi ya rushwa. Alisimamia vita dhidi ya ufisadi kwa kuwachukulia hatua viongozi walioshindwa kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu. Jambo la tatu: ukali wa kazi. Rais Magufuli alisisitiza utendaji kazi kwa bidii na kuwajibisha viongozi wazembe kwa kuwafukuza kazi papo hapo. Jambo la nne, ujenzi wa miundombinu. Alisimamia miradi mikubwa ya barabara, madaraja na reli mpya SGR, ili kurahisisha usafiri na uchumi wa nchi. Jambo la tano, mfumo wa serikali kazi. Alifanya ziara za kushtukiza katika ofisi za serikali ili kuhakikisha watumishi wanatekeleza majukumu yao ipasavyo. Jambo la sita, ujenzi wa hospitali. Rais Magufuli alianzisha vituo vya afya, hospitali mpya na kuongeza vifaa tiba ili kuboresha huduma za kwa Tanzania. Jambo la saba, ujenzi wa ndege. Alinunua ndege mpya Air Tanzania hivyo kurudisha heshima ya taifa kwenye sekta ya usafiri wa anga. Jambo la nane, mradi wa umeme wa Mwalimu Nyerere. Rais Magufuli alianzisha mradi mkubwa wa kuzalisha umeme wa maji ili kupunguza uhaba wa nishati na kusaidia viwanda. Jambo la tisa, kupunguza matumizi ya serikali. Alikataa matumizi yasiyo ya lazima kama semina zisizo na umuhimu na kuelekeza fedha kwenye miradi ya maendeleo. Jambo la kumi, kudhibiti madini mama mikataba ya madini kwa kuhakikisha Tanzania inanufaika zaidi na rasilimali zake badala ya wageni. Jambo la kumi na moja, kubana safari za viongozi. Alipunguza safari za nje kwa viongozi wa serikali ili kuepuka matumizi mabaya ya fedha za umma. Jambo la kumi na mbili, upambanaji wa COVID-19. Rais Magufuli alisimamia njia zake za kipekee katika kupambana na janga hilo kwa kusisitiza kuimarisha kinga ya mwili na maombi. Jambo la kumi na tatu, kuimarisha viwanda. Alihamasisha ujenzi wa viwanda vya ndani kuongeza ajira na kukuza uchumi wa nchi. Jambo la kumi na nne: kuthamini wazawa. Alisisitiza miradi mikubwa kufanywa na makampuni ya kitanzania badala ya wageni ili pesa ibaki ndani ya nchi. Jambo la kumi na tano: ujenzi wa mji wa serikali Dodoma. Alihakikisha serikali inahamia Dodoma kama ilivyokuwa azimio la muda mrefu. Jambo la kumi na sita: ujenzi wa meli mpya. Alisimamia ujenzi wa meli kubwa katika ziwa Victoria na Tanganyika ili kuboresha usafiri wa majini. Jambo la kumi na saba: kuhamasisha uzalendo. Rais Magufuli alihimiza watanzania kupenda nchi yao, wacha utegemezi na kufanya kazi kwa bidii. Jambo la kumi na nane kuboresha maslahi ya watumishi. Rais Magufuli vile vile aliongeza mishahara na posho kwa baadhi ya wafanyakazi wa umma, hasa walimu na madaktari. Jambo la kumi na tisa waheshimu wazee. Alielekeza hospitali kuwahudumia wazee bila usumbufu wala foleni ndefu. Jambo la ishirini ujenzi wa flyover na barabara mpya. Rais Magufuli alisimamia ujenzi wa madaraja ya juu na barabara za kisasa kama Ubungo Interchange, ili kupunguza msongamano wa magari. Jambo la ishirini na moja: kupambana na madawa ya kulevya. Alipambana na mtandao wa biashara ya dawa za kulevya kwa kuhakikisha wauzaji na wasambazaji wakubwa wanachukuliwa hatua wa kali. Jambo la ishirini na mbili: kuboresha sekta ya kilimo Rais Magufuli aliongeza mikopo kwa wakulima na kusisitiza matumizi ya mbegu bora na teknolojia za kisasa ili kuongeza uzalishaji katika sekta ya kilimo. Jambo la ishirini na tatu: kupunguza kodi kandamizi alipunguza baadhi ya kodi kwa wafanyabiashara wadogo na wakati ili kuwapa mazingira mazuri ya biashara. Jambo la ishirini na nne, kuhimiza nidhamu kwa watumishi wa umma alisisitiza uwajibikaji kwa wafanyakazi wa serikali kwa kuhakikisha wanahudumia wananchi kwa haki na uadilifu. Jambo la ishirini na tano, mikopo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Rais Magufuli aliongeza bajeti ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu, hasa wale waliotoka katika familia ya duni. Jambo la ishirini na sita, kutoa ajira kwa vijana. Pia Rais Magufuli alianzisha miradi mikubwa kama SGR na ujenzi wa barabara ambazo zilitengeneza ajira kwa vijana wengi. Jambo la ishirini na saba: kuimarisha sekta ya michezo. Alifanikisha ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo na kusaidia timu za kitaifa kupata motisha. Jambo la ishirini na nane: kusaidia watu wa hali ya chini. Alihakikisha misaada ya serikali inawafikia walemavu, yatima na wajane kwa urahisi bila urasimu. Jambo la ishirini na tisa: kuhimiza maadili ya kazi. Alikemea uvivu rushwa na uzembe kazini, na mara nyingi alichukua hatua za haraka kwa waliokiuka maadili ya utumishi. Jambo la thelathini na la mwisho, ameacha urithi wa uongozi imara. Alionyesha kuwa uongozi unahitaji uwazi, uzalendo na ufuatiliaji wa karibu wa miradi ya maendeleo. Hizi ni baadhi ya kumbukumbu za hayati Magufuli ambazo zitabaki kwenye historia ya Tanzania kwa muda mrefu. Kama bado haujasubscribe, tafadhali usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni mtangazaji wako Willy Daniel.